Mtengenezaji wa maudhui katika mitandao mbalimbali ya kijamii aliyejizoelea umaarufu nchini Tanzania, Clemence Mwandambo anadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake. Hii ni taarifa ambayo imetufikia mezani wakati huu. Asante sana kwa amba ume subscribe pamoja na kutufuatilia kupitia katika YouTube channel yetu. Kama bado hujasubscribe hakikisha na gusa alama iliyoandikwa subscribe ili uendelee kupata taarifa pamoja na matukio mbalimbali mbali ya kisiasa hapo nchini Tanzania. Sasa moja kati ya taarifa kubwa ambayo imefikia mezani ni kuhusiana na e, madai ya kuchukuliwa kwa Clemence Mwandambo na watu wasiojulikana. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimetolewa na e, kada wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema toa Mwaipaya ambaye anadai kwamba Clemence Mwandambo ni ndugu yake, kupitia kwa ukurasa wake wa mtandao wa Insta aliandika ujumbe ya akisema kwamba ujumbe huo ulisemeka kwamba baba yetu Clemence Mwandambo alipinga maridhiano ya kiuni ametekwa. Clemence Mwandambo ni ndugu yangu, ametekwa leo nyumbani kwake karibu na hospitali ya Rufaa ya Mbeya, na watu waliojitambulisha kwamba ni polisi wakiwa na silaha za moto, na kumtupia kwenye gari na kutokomea naye kusikojulikana naomba mtusaidie kupaza sauti, aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta. Lakini pia kuna ujumbe ambao pia aliuandika akisema kwamba baba yetu Mwandambo ametekwa. Clemence Mwandambo ni ndugu yangu ametekwa leo nyumbani kwake karibu na hospitali ya Rufaa ya Mbeya e, na watu wali juta, na watu walijitambulisha kwamba ni polisi wakiwa na silaha za moto walimchukua kwa nguvu na kumtupia kwenye gari e, ni kama taarifa imerudiwa hivi sasa i, kwa mjibu wa taarifa zilizopo ni kwamba kuna hayo madai ya e, kudaiwa kutekwa kwa Clemence Mwandambo. Tunamfahamu wengi kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii namna ambavyo namna ambavyo amekuwa akitoa mafundisho kuhusiana na masuala mbalimbali yanayogusa jamii.